Mungu wetu tunasema asante kwa pendo lako, asante kwa siku nyingine hii tunapotaka kusoma na kujifunza maandiko yako. Tunaomba Roho yako kwa kiongozi, kwa jina Yesu Kristo, amina. Katika kitabu hiki hapa cha Imani Iyokoayo kuna somo linalosema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake bwana wetu Yesu Kristo. Wakati au nyakati za Nuhu zilikuwa ni nyakati gani? Katika kitabu cha Luka 17 fungu la 26 nasema hivi: na kama ilivyokuwa siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika siku zake mwana wa Adamu. Tangia kipindi kile cha Nuhu, Mungu kabla hajatenda jambo lolote, alimwambia Nuhu ambaye ni mtumishi wake, akahubiri, alipeleka taarifa kwa watu wake lakini mwandishi anasema watu walichukulia maneno yale kwa mshangao na hawakuyaamini. Watu walihubiriwa. Mungu alipotaka kuangamiza dunia kwa gharika, hakuangamiza tu, lakini alitoa nafasi ya watu kutubu maovu yao, kurudi kwake, lakini watu walipuuza. Nakumbuka kwamba somo linasema kama ilivyokuwa siku za Nuhu ndivyo itakavyokuwa siku za kuja kwake mwana wa Adamu. Kwamba kumbe kipindi cha Nuhu watu waliambiwa kama sasa hivi ambavyo tunaambiwa kwamba Mungu Yesu anarudi, tujiandae, tujiweke tayari. Lakini je, tunasikiliza? Tuna je, tunayaamini maneno hayo? Je, tunaandaa familia zetu? Nuhu alipokuwa akitoka akiwaonya akiwaambia jamani mvua itanyesha. Hmm? Mvua itanyesha tunatakiwa tuingie ndani ya safina. Walikuwa wanasema mvua itanyesha mbona tujie kuona mvua ikinyesha? Mm -hmm. Hatice kuona wakitazama wakiangalia asili jinsi ma maisha yalivyokuwa mvua maji yalikuwa yaje kutoka angani huko kama sasa hivi mvua zinavyonyesha. Yalikuwa haijawahi kutokea. Ni umande tu ulikuwa unatoka chini ya ardhi unanyeshea mimea. Kwa hiyo wenyewe, kwa sababu walikuwa mshazoea kwamba hawajawai kuona kitu kama hicho, kwa hiyo walipokuwa wanaambiwa kwamba mvua maji yatatoka juu ya shuke chini, wakaona kana kwamba ni hadithi tu, wakamdhiaki, wakamcheka, wakaona kana kwamba huyu ni mjinga, hajui anachokisema. Wakaendelea kufanya dhambi tena, mwandishi anasema kwa kudhamiria, wakaongeza kufanya maasi, kufanya uovu mkubwa. Lakini mwandishi anasema kwamba kutokuamini kwao hakukuzuia tukio lililotabiriwa na ndivyo ilivyo hata sasa. Kutokuamini kwetu tunapoambiwa kwamba jamani, Yesu anarudi, kutokuamini kwetu hakutazuia kurudi kwa Yesu. Yesu atarudi, ujiandae, nijiandae, nisijiandae, Yesu atarudi. Kwa hiyo kama vile kipindi kile cha Nuhu, watu wakadhi yake wakaona eh Sijai kuona mimi maji yakitoka juu akishuka chini, itakuwaje? Huyu mtu haelewi anachosema, hmm? Haelewi, lakini Mwokozi Yesu anasema kwamba kama jinsi ilivyokuwa kipindi kile cha Nuhu, ndivyo itavyokuwa. Watu watadhihaki, watadharau, watu watakuwa wakisema, watu watakuwa wakihubiri, watumishi wa Mungu watakuwa wakisema, watadhihaki na kuzara. Ujio wa Kristo Yesu ni hakika. Kwa hiyo sasa, tunaambiwa na sisi wa leo sasa, tunaachana na habari za kipindi cha Nuhu, tunaanza habari zetu sisi hivi leo, mimi na wewe, nitazama kwamba basi tujiandae, tujiangalie, tujitathmini. Anasema tuitathmini na kuiandaa mioyo yetu isije ikalemewa na ulafi, ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya. Mpendwa, maisha haya yana mambo mengi sana, ambayo mambo hayo kwa namna moja au nyingine yanatusaidia kuishi, lakini tukaacha kutafuta ile njia ya haki ile njia ya kweli ya, ya Mungu wetu tukaacha kufuata ile njia ya wokovu, basi mambo hayo yote yanakuwa ni masumbufu ya maisha. Tukitazama familia baba mama, je, unatenda majukumu yako ya kulea familia yako, ya kumheshimu mume wako, ya kumpenda mke wako, ya kutunza watoto wako, ya kutunza familia yako? Unadhani kutunza ni kuwapatia chakula na mavazi na sehemu ya kulala na kwenda mashuleni? Ni zaidi ya hivyo, unatakiwa kabla ya hayo yote ujenge misingi ya familia yako katika mwamba imara ambaye ni Yesu Kristo. Utafute uongozi wa Kristo, utafute uongozi wa Mungu katika familia yako, kwamba ni namna gani utaweza kuiendesha familia yako katika mapenzi ya Mwenyezi Mungu, ndipo hayo mengine yote utazidishiwa. Neno lake linasema tutakapojikita katika ulafi ulafi wa chakula, ulafi wa maisha haya, ulafi kutamani, kutamani. Yani huridhiki, aturidhiki. Leo utapata hiki, utatamani kile, utatamani kile, kila inapoitwa leo lazima tunaongezeka, na kama unazidishwa inazidishwa. Yani pale unapotamani hiki ndipo unaponyanyuka na tamaa nyingine, unaponyanyuka na tamaa nyingine. Sisi wenyewe tunajidhuru na kujimaliza sisi wenyewe, kwa sababu ya tamaa zetu, kwa sababu ya ulafi usiokuwa na kikomo, sababu ujaruhusu Kristo awe ndani yako, kwa hata kucontrol, hata kuhakikisha kwamba sasa hiki, hapana hiki, ndio kuchagua kwamba se hichi nitafanya, hichi sitafanya. Tunashindwa kuwa na na huo na uwezo. Kwa sababu gani? Hatujaruhusu mokozi Yesu Kristo, Roho wake kuingia ndani yetu na kuishi na kutufanya tuweze kutenda yale ambayo ni mapenzi yake. Basi jiangalieni mioyo yenu isije ikalemewa na ulafi na ulevi na masumbufu ya maisha haya, siku ile ikawajia gafa Yaani, katika kule kuangaika, tunahangaika jamani. Sasa hivi uta, utawezaje kupata mali? Utawezaje kuwekeza ili uzidishe mali? Lakini unapozidisha hizo mali unaelekea wapi kama ujazidisha mali zako, ujawekeza mali zako mbinguni, ujawekeza roho yako katika mali isiyopotea Unapojenga majumba bila kuwekeza misingi yako kwa Kristo, unajenga majumba kwa ajili ya nini mpendwa? Sisemi kwamba hatutaki kusoma, hatutaki kutafuta mali za dunia hii, hapana. Lakini nasema kabla hujatafuta hayo yote, jenga misingi yako, tafuta mtafute kwanza yule ambaye anajua kesho yako ikoje. Anza naye kabla hujajenga chochote, anza naye, jenga familia yako katika misingi yake, ili unapojenga sasa mambo mengine yote yawe katika mikono yake ili mwisho wa siku kwamba ile siku yake anapokuja isije katujia ghafla, ukakutwa huko unaangaika na maisha haya ambayo mwisho wa siku ujafanya majukumu yako, wewe kama baba, kuangalia familia yako, kulea watoto wako, kumpenda mke wako. We mama, umeacha watoto wamekuwa wanyang'anyi, wamefanya matendo ambayo siyo, kwa sababu unaangaika na masumbufu ya dunia hii. Haimaanishi kwamba usihangaike, usitafute pesa, usifanye kazi, hapana. Lakini kabla hujafanya hayo yote, anza na huyu ambaye anajua kesho yako, anza na huyu ambaye anajua kesho yako, huyu ambaye atakapokuja usiwe mgeni mbele yake, asije akaja koko kama mwivi, ukajikuta tu, he, Yesu amekuja, sina nilichofanya, utapoulizwa huna cha kujibu. Haimaanishi mimi ninayeongea ninayaweza haya, hapana, lakini ndipo tunapojifunza kupitia neno hili kwamba nimeanguka wapi wapi, nime, nimekosea ili turudi na kutubu na kuanza upya. Sote tunakumbushana, hakuna ambaye ni mwema, hakuna ambaye amekamilika katika hili. Lakini pale unapotambua pale unapokumbushwa kupitia masomo kama haya, basi ni vyema sana kurudi mikononi mwa Mungu na kusema, Mungu nisamehe, sijafanya majukumu yangu kama ipasavyo. Sasa nielekeze Baba, nifanye nini? Na mwisho anasema basi, kesheni ninyi kila wakati mkiomba, ili mpate kuokoka katika haya yote. Kumbe tunachotakiwa kufanya ni nini, mpendwa? Kukesha na kuomba, haimaanishi tusilale, tusifanye kazi, tu tunaomba tu, hapana. Lakini katika kila jambo, katika kila neno mnalolifanya, basi iweni katika kuomba, iweni katika kuomba na kushukuru kwamba tumshukuru Mungu katika haya tunayofanya, tunafanya kwa mapenzi yako. Tuombe, tujikabidhi, kabizi familia yako, kabizi biashara yako, kabizi yote, yawe ni unayatenda kwa utukufu wa Mungu, na si kwa uangamivu wako na familia yako. Mpendwa, mikononi mwako itadaiwa familia yako. Unaweza ukadhani wewe uko salama, lakini utakapoacha familia yako izagae zagae huku na kule isiwe na msimamo, basi utaangamia pamoja naye. Wewe kama mama, majukumu yako ni kumheshimu mume wako, kumwombea, kuhakikisha kwamba majukumu yake pale nyumbani yasiyo magumu kutendeka kwa sababu yako. Hakikisha watoto pale nyumbani, yale baba anao kuagiza uwafundishe, uwafundishe watoto wako na kuwaombea peke yako uwezi Haimaanishi kwamba unapowafundisha wanashika hapo hapo. Hapana, lakini kwa kuomba, kwa kuhakikisha kwamba Roho Mtakatifu yupo ndani yako, unaomba unatengeneza mazingira mazuri, ili Kristo awepo ndani ya familia yako. Kristo atawanyoosha. Kazi yako si kuwafanya wewe na tabia njema. Ila kazi yako ni kuwafundisha, kama vile ambavyo mi nasimama hapa ninaongea, jukumu langu mimi ni kuongea, Roho ndiye atakaye kubadilisha. Roho ndiye atakaye kusaidia uelewe neno hili, mimi ni kuongea, mimi ni chombo tu ni chombo tu. Ndivyo ambavyo tunatakiwa tufanye. Wewe kama baba, je, umekaa na kuhudumia familia yako? Je, umefanya yale ambayo yanakupasa ufanye, au unasumbuka na masumbufu ya maisha haya? Somo linasema kama ilivyokuwa kipindi cha Nuhu, ndivyo itakavyokuwa kipindi cha kuja kwa Mwana wa Adamu. Mpendwa, amani, kuwa katika lile kundi ambalo Kristo atakapokuja tutamlaki pamoja katika kuja kwake, tutafurahi sisi pamoja na familia zetu. Mungu akubariki sana. Somo hili likakutie moyo, somo hili likanitie moyo na mimi pia, na familia zetu. Tuombe. Baba yetu, tunasema asante kwa pendo lako, asante kwa kuongea pamoja nasi. Tunaomba Roho wako akaketi ndani ya mioyo yetu, tuweze kujifunza, na tunapojifunza neno kama hili lisitoke mwovu Shetani nasilichukue, bali likatufunyange neno hili likawe chemchemi ndani yetu likibubujika na kutufanya Baba, tuzidi kusogea karibu nawe. Mbariki anaye nisikiliza, nibariki na mimi pamoja na familia zetu kwa jina Yesu Kristo, amina. Mpendwa akapate kubarikiwa sana. Mungu akapate kukubariki. Masomo haya yakakubariki wewe pamoja na familia yako pamoja na jamaa na ndugu na marafiki. Usisahau kushare, usisahau kulike, usisahau kusubscribe ili kila nitakapokuwa narusha video nzuri kama hizi uweze kuwa miongoni mwa wale ambao watapata notification. Mimi ninaitwa Judith. Asante sana kwa kutazama video hii. Asante na kwa heri.